Sasa katika hali isiyo ya kawaida, kijana mmoja aliyefahamika kwa jina la Daudi, mkazi wa Sumbawanga mkoani Rukwa, amezua taaruki baada ya kusemeshwa na, kusemeshwa na koti linalodhaniwa kuwa ni la wizi. Taarifa zaidi na Amos Wilson kutoka mkoani Rukwa. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Hapa nilipo ni katika stendi kuu ya mabasi iliyopo Katumba Azimio, katika hali mashauri ya manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa, ambapo tukio la ajabu limetokea mara baada ya mzee mmoja kusahau begi lake na kijana Daudi ku, eh, kuondoka na koti ambalo lilikuwa ndani ya hilo begi. Lakini ajabu ni kwamba koti hilo lilianza kumsemesha kijana Daudi likihitaji kurejeshwa kwa mzee mwenyewe ambaye ni mmiliki wa koti hilo. EA TV baada ya kupata taarifa hizo tumefika hapa kuzungumza na baadhi ya mashuhuda lakini pia kuzungumza na vijana ambao wanashirikiana na Daudi kufanya kazi katika sendi hii. Alipokuwa amesha beba hilo koti akawa ameenda nalo huko. Alipokuwa ameenda nalo huko siku tu amelivaa. Alipolivaa tu ndo akaanza na hilo koti. Koti ndo ile kwa ni mua, namwambia nipeleke isesa huko. Hakufanikiwa kupeleka koti isesa alienda kulitupa na mbogo hakufika nalo.

Lakini pia nikiwa hapa nimepata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa stendi hii, ambayo ni stendi kuu ya mabasi. Amezungumzia swala zima ambalo limetokea, na kushuhudia kwamba ni kweli tukio hilo limetokea, na kuwataka vijana kujiepusha na masuala ya wizi, badala yake wafanya kazi halali ili kujipatia kipato. Hiyo koti ilianza kumsemesha, kumsemesha kwenyewe, sikana kwamba likuwa natoa sauti, hapana. Yaani sasa na mtu yule ambaye ana maruhani, aidha pengine anaongea na mizimu. Kwa hiyo akawa anafuata sheria anayopewa na ile koti na hata alipokuwa anakuja huko stendi alilivua ile koti akaitupa chini yeye, yeah, anavyodai, na kwamba alikuwa anaongea nao, sababu nanitupa chini, mimi sitaki unitupe chini. Kikubwa zaidi naomba uniweke kwenye, nani, kwenye mfuko wote ulio safi, kusudi gani nikupe maelekezo ya kunipeleka. Lakini mimi naona serikali ichukue hatua, kwamba ili wizi upungue watuwekee ulinzi wa hali ya juu, na stendi ziwe zina ulinzi hata kamera ikiwezekana, kwa sababu wakiweka kamera kwenye stendi, wizi utapungua, kwa sababu mwizi hawezi akaingia stendi amevaa juba au amevaa nini? Ataingia kama alivyo. Jamani, tusijihusishe na masuala ya kuiba mizigo ya watu wala mabegi ya watu wala pesa ya watu, kwa sababu huwezi jua huyo mali hiyo au pesa hiyo wameipata katika njia gani. Wengi wao wanaenda misibani, wamechangiwa pesa hiyo. Mimi ni Amos Wilson wa EATV. Haya, karibu Sumbawanga, karibu Ruko. Asante kwa kuendelea kutufuatilia kupitia ETV. Saa moja tulikuuliza swali mapema kabisa, uh, kwenye mitandao yetu ya kijamii.